Taifa tulilo nalo ni moja, jamhuri ya muungano wa Tanzania. Taifa hili likizama, au jahazi hili kama Sheikh Kishki Nurudin alivyosema, tutazama wote, hakuna atakaye atakayebaki. Na nimalizie kwa kusema hivi, takwa la amani liko mara tatu. Moja ni maisha tunayoishi yanatutaka tuwe na amani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 mnaposoma shekishiki, katika yaasini zile aya mnazisoma moja moja, utanisahihisha, mnakwenda moja moja, si ndio eh? Yasini ya walikuruaniliakmnakaramn mnakwenda, lakini mnapofika aya ya hamsini na nane mara nyingi nimewasikiliza mimi sio muislamu mnasema salamu kaulamirabirahimu salamu kaulamirabi rahim salamu kaulamirabirahimu. Mara nyingi nyiye Waislamu mnarudia ile aya mara tatu, ndiyo mnaendelea na aya zile nyingine, lakini huku kwingine huku kwingine huku ina naonu ili mauta wa naktubu makadamu wasaramakulasha, hizo mnazisoma moja moja, lakini ile ya amani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 Usiondoke, usiondoke. Umekuja kumletea hela, huyu asiondoke. Na kilichonivutia zaidi, na eh, asinigaiye <laughs> Muungwana mwenzake watu, huyu bwana alikuwa hayumo kwenye ratiba. Nilipomuona nikamwambia, Nuhu Chumu, umekiona? Akanambia lazima atakuja kupiga salamun qaula min rabbir rahim. Bwana kapita nayo. Mungu akubariki wala <laughs>